Zigae na sisi hata tunaposikia na kujitafakari neno lake amen. Amen. Neno la Bwana nimelichagua kutoka Injili ya Marko sura ile ya nne mstari wa 35 hadi ule wa 40. Marko nne kuanzia mstari wa 35, nami nasoma katika jina la Bwana. Amen. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia natuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo, hata kikaanza kujaa maji naye mwenyewe alikuwapo katika shetri amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma ukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari tii? Neno la Bwana. Asante Bwana Yesu. Hakika wewe ni jemadari wetu, hakika wewe ndiye mwamba wetu wa kukimbilia, hata nyakati tunapokutana na mambo magumu, dhoruba na pepo za dunia hii. Tunakuomba ee Bwana, utuongezee imani ili tukutazame wewe wakua yetu, kwa kuwa nguvu yetu inatoka kwako. Upendo, furaha, amani yote vinatoka kwako, kwa eh, Yesu. Uponyaji na ulinzi viko kwako, kwa eh, Yesu. Tunakuomba Bwana, wewe kwa mamlaka yako utupe imani tukutazame wewe nyakati zote. Amen, amen. Tukae wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa jibu enda uchungaji jau chungaji viongozi wa usharika huu, penda uchungaji mlioko na awazee wangu wastaafu, naona hapo mzee Mwakabi na wazee wa baraza hapa katika usharika huu na mtaa huu, washarika wote na watoto wetu wote, kwaya mlioko waijilisi Kristo wambaya yuko pale vizuri wa na wasalimu katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay? Amen. Nimshukuru sana Mungu amenipa siku hii ya kuweza kuwa pamoja nani. Ilikuwa ni vigumu sana kupata siku ya Jumapili katika kalenda yangu sasa so, tis, chukulio, kwa sababu Jumapili zote zimeshachukuliwa mingine kuanzia Januari basi nikamwambia mchungaji njao kwamba hebu tusogeze hata mpaka huko mwakani. Akasema hapana, washirika wa Chekereni hawataki kungoja mpaka mwakani, washirika watakuja, wanapenda kukuona mwaka huu na wanakuomba uje kuwafanyia haya matendo yao Anyesuas yaani, niwapongeze sana tendo mchungaji, pamoja na washirika kwa haya ambayo yametendeka leo, ufunguzi wa darasa la chekechea pamoja na ufunguzi wa ofisi. Hakika mmefanya kazi kubwa, na hii inatokana na bidii yenu na umoja wenu na ushirikiano wenu na jinsi ambavyo mini mnajitoa kwa ajili ya huduma ya Bwana. Nawapongeza sana sana sana. <laughs> Imani yeah iletayo ushindi nisao tumapindo haya, imani iletayo ushindi. Hapa tumesikia jinsi Bwana Yesu alivyotuliza dhoruba katika bahari, alivyotuliza upepo ule ambao ulianza kujaza maji katika chombo kile walichokwama wale wanafunzi wake. Na unajua maji ya kijaa kwenye chombo, basi chombo kinafanya nini? Kinazama yasikuondolewa mu chombo kinazama. Sasa dhoruba ile tunaambiwa, maji yakaanza kujaa na wale wanafunzi wakaanza, wakaingia woga, wakaingia hofu, wakaanza kupiga kelele hata kumlaumu Yesu, mbona umetulia hapo? Mbona umenyamaza? Yaani wewe si kitu? Unaambiwa Yesu yeye alikuwa ametulia zake tena, amelala baada ya kazi nzito ya siku. Ndio wewe, mbona yaani hujali hata kama tunaangamia. Kwa hiyo, Bwana mlalamikia kwa sababu ya uoga na kwa sababu ya hofu. Lakini tazama, Yesu alipoamka cha kwanza akakemea ule upepo na tukaambiwa upepo ule ukafanya nini? Ukatoe alafu akaiambia bah dhoruba mnaona, bahari inachafuka. Kwa nini mnakuwa waoga kiasi hiki? Pili, anawauliza hamna imani bado? Hamna imani? hamjaona mambo yote niliyofanya <laughs> miujiza yote niliyofanya zangu, leo tunakumbushwa sana. Imani iletayo ushindi ni imani ambayo moja ina tuondolee ya woga na hofu katika maisha yetu. Kuna vitu vingi, kuna mambo mengi yanayoweza kukupata katika maisha na ny anza kukujaza hofu na uoga, na usipokuwa umesimama imara katika imani yako, hakika unaanza kuangaika kama wale wanafunzi wa Yesu, iwe ni yale ambayo meimba me, me wanakwaya changamoto katika maisha, biashara ya yako, sijui maisha yako, ndoa yako, watoto wako, sijui milima na haya, kwa mtu ambaye hana imani thabiti, yanaweza yakamyumbisha na kumkatisha tamaa na kumkosesha raha kabisa. Lakini wanakwaya pale wakasema, yuko Jemedari, sindio? nara amani ninatoka kwake. Jemedari si mwingine, ni nani? Yesu. Kwa hiyo neno moja kubwa, imani ile inayoleta ushindi niile imani ambayo inakupa uhakika katika maisha yako kwamba licha ya kwa dhoruba zinazovuma katika maisha yangu, mambo yanayo nikabili ninajua kwamba ninaye jemedari na yeye si mwingine bali ni Yesu yuko nasi. nazi awanavuzi walisahau kwamba wlakuona huko au wanami amewasahau mbona afani lolote. Nawewe kuna wakati unakumbana na mambo naweza kusema kusema Mungu. Kwa nini Mungu ameniachia nipitie kwenye mambo haya napenda kukwambia katika dhoruba zako katika maangaiko yako, yuko Mungu ana kujua na anaona. Na katika jamii sasa hivi wako watu pia ambao wanaeneza hofu kwa watu, hasa kipindi hiki cha uchaguzi, sideie jamani, unaanza kuwa na wasiwasi akwayi, lakini mbona sisi kama watu tunaomwamini huyu bwana mwenye kutuliza pepo na dhoruba, kwa nini tusiwe na utulivu na amani katika mioyo yetu, kwamba yuko Mungu, yuko Mungu anayeipenda nchi yetu anayetupenda na kutujali sisi, na huyu tukimwita igizyo maneno ya kutu ya kutufanya tukimbie kana kwamba na tukasahau umuhimu wa sisi kuwa pamoja kama taifa, tukasahau umuhimu wa kukaa kwa amani. Najua simba taka kushambulia akiona kundi limekaa mahali pamoja liwe, liwe la la, la, la, la, la nyati, liwe la nyati liwe la swala au nini, cha kwanza akiona wamekaa mahali pamoja inakuaga ni vigumu sana kushambulia. Huwa anachofanya ni kwamba anaweka ule mgurumo wake, anakaa anaweka kama mdogo kama chini, alafu anatoa ile sauti sanara simba anaguruma gile meshailanashinaa unajua, ile sauti inatisha. Akishatoa ile sauti, wale wanyama mawindo yake sasa wanajaa hofu, wanaogopa, na hapo wanapoingiwa na hofu, wanaanza kila mmoja kwenda njia yake ndipo anapopata nafasi ya kumdaka mmoja wao. Ndizo vitu anazotumia adui wakati wote, kuwajaza hofu, kuwajaza woga watu ili e, uweze kuondoka kwenye mshikamano, uweze kuondoka kwenye imani kwa Mungu, kwamba yuko Mungu ambaye anajali sana usalama wetu. Mbona haya hizi dhoruba zimekufanya hata ukafikiri sipo yangu sijui mambo ambayo yanatuletea hofu, na kwa kuwa tunakosa imani tunaondoka kwa Yesu, tunafikiri tutapata msaada mahali pengine. Yesu anakuuliza leo, huno naogopa? Nipo imani yako ipo wapi? Swali la muhimu sana so, imani yako iko wapi? Unategemea Yesu, unategemea kweli kweli kwamba yeye ndiye mlinzi si wako, jemedari wako, nguvu yako, amani yako, furaha yako, kufanikiwa kwako ni Yesu peke yake. Amen. Mungu atusaidie na a atusaje, ndilo ombi langu kwamba tumenaye Tumwangalie Yesu tumwamini kweli kweli, na tumshike kweli kweli. Dhoruba zitakuja mawimbi yatapiga, lakini Yesu kwa mamlaka yake na yeye anao uwezo, atayatuliza yote. Nawatakia amani, nawatakia utulivu katika maisha yenu, ninawatakia mafanikio katika mambo yote.